Amen. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Shalom tena. Nina kusalimu kwa jina la Yesu. Ah, tunamshukuru Mungu tena ametusaidia. Tunamshukuru Mungu tena ametusaidia. Nimshukuru Ame Mungu kwa ajili ya mtandao. <laughs> Pole kwa mta, mchangamoto ya mtandao, lakini <coughs> Mungu wetu ni mwema, <coughs> na Mungu wetu ni mwaminifu. <coughs> Nichukue nafasi kukukaribisha popote pale ulipo, nikukaribishe tena kukaribishe tena jamani. E, nikukaribishe tena haleluya, karibu tena. Naomba mkaribishe tena ndugu yako, usichoke, mwambie mwalimu yupo ewan. Usichoke, tukaribishe ndugu yako, mwambie mwalimu yupo ewan. Hatupaswi kukata tamaa, amen. Jaribu na kujaribu tena, jaribu na kujaribu tena, usikate tamaa. Yes, basi nikukaribishe karibu tena, ambie mwalimu yupo hewani eh. Bila shaka ukiingia, naomba niambie nipo hewani. Wanangu, ukiingia, niambie mwalimu, nipo hewani. Usisahau ku like tafadhali ingia niambie mwalimu niko hewani wa Facebook Facebook Facebook, kwa kulikuwa kuna shida yote. I'm sorry Facebook. Uh, tulitoka pia hewani kwa sababu ya kwa ajili ya kuweka mambo sawa, lakini tumerudi tena. Nakaribisha watu mnatufuatilia kutoka uh, Facebook na tufuatilia YouTube, niseme Mungu awabariki sana karibu Niambie kama mnanipata hewani, niambie mnanipata hewani. aha. Ya niambie bwana mwalimu ninakupata. Maana mama Sifa eo leo dete akasema oho oh, oh. Hapa sasa imekuwa ni changamoto sasa, lakini Mungu wetu amekuwa ni mwaminifu, Mungu wetu amekuwa ni mwema. so aha. karibu karibu niambie, unanipata ambia, unanipata niambie, unanipata niambie, unanipata mm-hmm. Basi utanitia na mimi moyo kidogo. Bwana asifiwe. Uniambie mwalimu, ninakupata ninakupata. Yes, nasubilia komenti yako. Niambie mwalimu, unanipata ili tuweze kuendelea Wale ambao mlikuwa mnipati uniambie, unanipata na kuona John Milo Facebook. Nadhani tulikuwa tuna shida, lakini ni changamoto ya hapa na pale. Karibu namba dakika moja hapo tu... tukaribishane, naomba mkaribishe, karibishe ndugu yako ili tuweze kuanza kwa pamoja. Yes, kwa dakika moja hapo chukua nafasi, karibishe ndugu yako. Asante Maria nasema nanipata, Lilianipogole nanipata ok. Suzi Mtati, mwalimu nakupata, asante. Witness Mbuji na kupata, mwalimu asante. Goli Mjema, mwalimu nipo wane, okay. Ok, nasubiri Velo Jacob anasema mwalimu, nakupata uko safi. Sifa anasema nakupata, sawa mm-hmm. Asubiri, asubiri, asubiri message yako, niambie unanipata au la. Mwalimu nipata shida, wanafunzi wananiambia mwalimu, network network. Uniambie unanipata au nipati. Wewe kwangu ni mtu wa thamani hiyo kwangu ni wa muhimu, uniambie unanipata. Bwana asifiwe. Mm-hmm. Sawa, kama unanipata usisahau basi ku like. Unanifuatilia Facebook, usisahau kunifollow. Haleluya, ehe, usisahau kunifollow. Ninaomba nimshukuru Mungu tena kwa hii neema aliyotusaidia tena tuweze kuendelea. Bwana Yesu ninakubariki na kushukuru Asante kwa sababu ndio unatuunganisha kwa platform hii. Ninarudisha kwako tukufu na heshima, uweza ni wako, mamlaka zote ni zako, nguvu zina wewe, heshima zote zina wewe. Asante tena kwa kudurisha hewan Roho Mtakatifu na no kabidhi kwako kwa uko pamoja nasi, na tumeuona mkono wako katika jina la Yesu. Amen. So, ujumbe unasema wanaitafuta nafsi yangu, wanaiwinda nafsi yangu wainase, wanaiwinda nafsi yangu wainase, wanaiwinda nafsi yangu wainase. Aha. Hapo wanaiwinda nafsi yangu wa inase. Bwana asifiwe. wanaiwinda nafsi yangu wa inase. Zaburi 124 mstari wa saba ndipo ambapo tumesimamia Zaburi mia moja ishirini na nne na ule mstari <clears throat> wa saba, tulianza kuona kuanzia ule mstari wa kwanza anaposema ya kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi wanadamu walipotushambulia papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Papo hapo maji yangalitugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya, ya, ya nafsi zetu maji yafurikayo. Na aimidiwe Bwana asitutoe kwa mawindo kwa meno yao nafsi. Naomba tuangalie mstari wa tano na wa sita mstari wa tano na wa sita. Mstari wa tano na wa sita. Naomba nirejee kusema tena, Mungu asemi na watu, Mungu anasema na mtu. Ukiona ujumbe wewe okay, uh, ukakwa aukuhusu you can sleep, unaweza ukalala tu, lakini naamini kuna mtu mmoja Mungu anamkusudia, kuna neno ambalo moja tu, kuna mtu Mungu anamvusha kuna mtu Mungu atamponye, neno moja tu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwa nakuomba, linapozungumzwa neno sahihi la Mungu, mahali penye neno la kweli la Mungu, yaani weka attention yako muhimu, najifunze sana kuombea mahali ambapo, kwenye kinywa cha huyo mtu kuna jambo ambalo linakuvusha, ombea sana hapo. Naomba sana kwamba kila unapopata nafasi ya kumsikiliza mwambe Mungu, naomba useme nami, kuwe kuna neno ambalo Mungu wangu utasema na maisha ya kwangu, iwe ni ombi lako na kusaidia ninavyoombaga mimi ninapokuwa chini ya mtu ambaye kwangu mimi ndio lilmodo wangu, kwa mtu ambaye Mungu anasema nami kupitia yeye. Yaani, cha kwanza lazima, Mungu ninaomba nipokee cha kwangu kupitia mtumishi wako, ninaomba kile ulichokikusudia kumsikiliza yeye, ninaomba Mungu niweze kukipata. Bwana, siwe sana tukiwa kwenye ibada Nikusaidie kitu, ninaomba ondoa ubosi. Amen. Mimi mwenyewe ni mwanafunzi wa Yesu. Unaponiona kwamba mimi nimefika kujua, mimi kwangu bado sijafika kujua, nami natafuta maarifa vilevile kwa walio na neema zaidi yangu niko chini pale, na nyekea kabisa. Kuna mahali jana tumaliza tule ibada nikatoka, kuna semina fulani ya neno la Mungu mahali fulani kumtumishi fulani o, tumeondoka na yule mpendwa huyo mpaka pale, najua pale kuna si watumishi na nini, mimi hata hizo sikutaka, ni kama kujichanganya kwa <laughs> Hey, sikutaka kunichanganya siku kwa wachungaji hapana. Mimi kaenda kukaa sema ambapo wapo washirika wengine, nikiwa pale macho yangu na masikio yangu yote, huu jamani, mimi nawambiaga tu kanisani, ukifika kanisani, hata kama umetoka naye nyumba moja, mkifika kwenye nyumba ya ibada kanisani, yaani mwambie mimi sikujui, una ya kwako nina ya kwangu tutajuana baada ya kutoka kwenye ibada. Kuna watu wakiingia kwenye ibada, wametoka wametoka nyumbani, mnaanza stori, kwako litakuwa ni kusanyiko la asala. Kwa hiyo kama kuna nimefika pale nikakutana na dada moja, alinikuta ali marifani, walikuwa wamenialika kuhubiri nilimkuta kule mtumishi, lakini pale maombi baada kuabudu na nini nimefunga macho kabisa na mimi, mikono juu, ni mshirika mwingine. Uchungaji wangu pembeni, si uaskofu pembeni, udaktari pembeni, mimi ni mtu kama mtu mwingine. Na nivyoingia tu pale nikamwambia, Mungu ninaomba hata kama siku zote sote ninaomba, leo hitu nitoke na cha kwangu, na nilitoka na cha kwangu. Huyu sikujali tumetoka na nyumbani ni kama, yani mimi sitaki hata kuongea naye, we una mambo ya kwako na mimi na ya kwangu, macho focus, nilitoka na cha kwangu. Mungu ache kusudia. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kunisikiza Evelyn. Tega masikio yako na utulivu wa kutosha na uwe na muda wa kuombea kipindi hiki, kabla hujaingia kwenye kipindi. Shetani uko kazini. Kwa hiyo vita anayopata mimi sio kwa ajili yangu mimi, ni kwa ajili yako wewe, ambaye najua likitoka neno hapa utachomoka kwenye vifungo vyake. Kwa hiyo atashindana na mimi nisiwe na utulivu wa kupata kitu kwa ajili yako, lakini pili atapambana na wewe usiwe na nafasi ya kusikiliza ili uende kukaa kwenye vifungo vyake. Kwa hiyo kujiombea kwako ni muhimu na kumwombea aliyebeba neno lako ni muhimu. Sasa lazima umjue mwenye neno lako <laughs> jamani, amina. Mjue mwenye neno lako, napata nafasi ya kumbeba kwa maombi. Umenisikia? sasa sasa umruhusu mtumishi wa Bwana aseme neno la Bwana, amen. Kwa hiyo tunasema ya kwamba, mm-hmm. kwamba wanaiwinda nafsi yangu wainase. Narudia kusema ya kwamba thamani ya maisha ya mtu haipo kwenye roho, haipo kwenye mwili ipo kwenye nafsi. Ninazungumza zaidi kwenye nafsi, kwa sababu ndiko ambako Mungu amenifundisha zaidi, ndiko ambako Mungu ndio ameniitia huko, ndio uwanja wangu wa nyumbani. Kwa hiyo kila mtu ambavyo Mungu amempa ame, ame neema kwa sehemu yake. Mimi neema niliyopewa ni masuala ya ukombozi wa nafsi kwa hiyo kama kwako wewe ukishaokoka, ya kale yamepita, yamekuwa mapya, ni neema ya, ya kwako. Kwa sawa, fundisha tusishindane watu, usipigane vijembe. Mimi eneo langu, nami niache litambe eneo langu. Amen, bwana asifiwe sana. Na uzuri, nina ushahidi wa kutosha, kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa neno, kwa mujibu wa maandiko, so Nasema kwamba wanaiwinda nafsi yangu wainase. Kwa hiyo kukwama kwa maisha ya mtu si roho yako si mwili wako, bali ni nafsi yako. Nafsi ya mtu ndio injini ya kuopareti maisha yake, yaani ulivyo sasa ni matokeo ya ushirikiano wa roho yako na nafsi yako. Amen. Nafsi yako inamtegemea sana roho ili iweze kutenda kazi katika mwili. Ndio maana Biblia inasema kama vile imani isipokuwa na matendo imekufa kadhalika, kadhalika roho mwili, pasipo roho umekufa. Kwa hiyo mwili bila roho, hakuna kinachoendelea. Nakumbuka roho na nafsi viliumbwa ili vishirikiane, vifanye kazi kama timu. Amen, nilikueleza kwamba shetani hawindi roho, shetani anawinda nafsi yako, kwa sababu roho ndio <laughs> ambayo iliumbwa kwa mfano kwa sura ya Mungu. Nafsi ilikuwa ni ya mwisho sana, na kwenye nafsi yako ndiko ambako Mungu ameweka hazina. Kwenye nafsi yako ndiko Mungu ameweka nyota. Kwenye nafsi yako ndiko Mungu ameweka mafanikio. Kwenye nafsi yako ndiko Mungu ameweka ustawi. Bwana siwe sana. Ndio maana ukisoma maandiko kwenye kitabu kile cha Walaka wa kwanza wa Yohana sura ya pili na ule mstari wa kwanza. Walaka wa kwanza wa Yohana sura ya pili na ule mstari wa kwanza. Kinachowindwa ni nafsi yako, hilo likae kwenye kichwa chako. Kwa hiyo unapoota ndoto mbaya, kinachotafutwa ni nafsi, hamna kitu kingine. <coughs> Kinachowindwa ni nafsi, sio kitu kingine. Unapoona mtu anakuwa karibu na wewe, au unashangaa baada ya kukutana na mtu fulani, maisha yako yameanza kuwa hovyo Yani tangu nimekuwa na mtu huyu, yani maisha yangu yaleweki. Kilichokuwa kinawindwa ni kuidhoofisha nafsi, na wakishafanikisha kuidhoofisha nafsi yako, wamefanikisha kuua maisha yako. Ndio maana unasema baada ya kukutana na fulani maisha yangu ni. Nitakusaidia hapo kidogo, mbele kidogo, na utakuwa ni shahidi wa haya inayokuambia. Nisikilize taratibu sana. Walaka wa kwanza wa Yohana sura ya pili na ule mstari wa kwanza maandiko yanasema hivi <laughs> Maandiko yanasema hivi, tusome pale, maandiko yanasema hivi mzee ah, ah, ah, ah. Oh, watatu sorry. Walaka watatu. Fungua pale waraka wa tatu wa Yohana, waraka wa tatu wa Yohana. sorry, sorry, Yohana waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza sio sura ya pili. Aha. Anasema hivi, anasema hivi mzee, kwa Gayo mpenzi, mzee kwa Gayo mpenzi ni mpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Naomba nirudie tena, mpenzi, mstari wa pili, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho ifanikiwavyo. Tunajifunza nini hapo? Kwa hiyo mafanikio katika mambo yote kimwili ni matokeo ya mafanikio kwenye nafsi. Anasema kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kwa hiyo nafsi hapo amezungumzia roho. Sasa ni, ni, ni namna ya kutranslate. Ukisoma biblia ya Kiingereza mahali ilikotokea andiko hilo hilo, sasa sijajua Rose kama anaweza ka, akakoti aka hilo andiko kwa Kiingereza, maana simuoni hapo. Uh, nani mwanangu, nani lei na lei ndio kazi yake hapo, simuoni okay. Mimi naomba nisome hapo kwenye New International Version, NIV tuone hapo, walaka watatu wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa pili anasema hivi. Karibu Justin, karibu Justin, jana sijakuona, siulikimbia wapi mwanangu? Anasema hivi, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you